Bwana Waswahili wanasema tafuta kwenye jua ule kwenye baridi. Mimi saa hizi nimekuja kwa pikipiki piki yangu hapa kuiangalia, nimekuja kuiangalia, manake kuna nyesha snow. Sasa nauliza hii hali hii ndio kutafuta kwenye kwenye jua kula kwenye baridi ama? Manake nashindwa kuelewa Waswahili, ila hii ndio hali ndivyo ilivyo sahii navyoiona hivi inanyesha, mm. Haya ndio maisha, si unaona yote weupe huu. Sasa huku ndo kutafuta kwenye jua na kula kwenye baridi ama? Maanake saa hizi hapa hata pikipiki haitembei kabisa, ndio hizi hapo unaziona. Hii ndio maisha sasa ya kutafuta kwenye jua alafu kula kwenye baridi. Muniambie sasa, Waswahili. Huku ndo kutafuta kwenye jua na kula kwenye baridi. Majibu mnayo nyinyi, mambo ndio haya.